Natambua maombi yenu yale mlionipa mwaka elfu mbili na ishirini mengi tumeyafanyia kazi. Yalikuwa ni kwamba tuweke mazingira mazuri ya kufanyia biashara, tuwape mafunzo ya shughuli zao, tuwape mitaji isiyokuwa na riba na tuwape tozo nafuu kila mwezi badala ya kulipishwa kila siku. Tunachosema ni kwamba tuliahidi kujenga masoko makubwa na madogo. Tumejenga masoko makubwa ya Chuini Mwana Korekwe, Jumbi na sasa hivi linakamilishwa la Mombasa, na tayari michoro kwa ajili ya kibanda maiti imeshakamilika na fedha zipo, karibu ujenzi utaanza. Kwa hiyo masoko makubwa tunaendelea nayo hivyo, tutaendelea kutengeneza mazingira mazuri kwa wajasiriamali. Natambua bado wengi wapo wanahitaji maeneo mazuri, kwa sababu masoko yetu bado hayajakidhi haja. Kwa hivyo tutaendelea kujenga maeneo mikoani wilayani na haya makubwa, ili kuhakikisha kila mjasiriamali kila mfanya biashara anafanya biashara zake katika mazingira mazuri. Pili, tutaendeleza kutoa mafunzo kwa wajasiriamali, ya mafunzo yanayotolewa na zile taasisi zinazotoa mikopo. Tumewaagiza kwamba watoe mafunzo kwanza ndio watoe mikopo, ili watu wafanye biashara zao vizuri. Lakini tutahakikisha pia mnapata zile alama za ubora, mafunzo ya alama za ubora ili bidhaa zenu ziwe na thamani zaidi. Kwenye upande wa mitaji, tumetoa mpaka sasa hivi bilioni 96 kwa wajasiriamali mbalimbali bila ya riba. Lengo na madhumuni ni kuongeza fungu hilo maradufu mwakani katika, mwa, katika miaka ijayo ili tuwafikie wale wote ambao hatukuwafikia katika awamu hii, lakini vile vile kwa wale wote kwa wale wote ambao wameweza kurejesha mikopo ile tutawapa awamu ya pili kiwango kilichokuwa kikubwa zaidi ili biashara zao zikuwe zaidi. Kuhusu tozo katika maeneo ya kufanyia biashara nilishasema na natoa tena maagizo kwamba masoko haya, lengo letu ni kuwapa watu mazingira mazuri, lakini kuwe kuna tozo zinazoeleweka. Isiwe mradi tozo kila siku zinakuja mpya. Kwa hiyo tozo iwe moja kwa mwezi ambayo ndani yake kuwe kuna fedha kidogo ya usafi ili tuendelee kuyaweka katika usafi, lakini isiwe so, eh, zile tozo za kila siku. Kwa hivyo hili tutalisimamia ili tozo hizi ziwe rafiki zaidi. Kwa wale wajasiriamali wa bodaboda wa boda na majaji, naelewa kwamba mnahitaji maeneo maalumu ya vituo. Tutaendelea kujenga vituo vya mabasi ndani yake vikiwemo maeneo maalum kwa ajili ya boda boda na bajaji, lakini vile vile tozo mnazotozwa tutazitaka ziwe nafuu na rafiki zaidi kuliko ilivyo sasa. Na kama kawaida, tutaendelea kutoa mitaji ili mweze kupata vyombo hivi, mmiliki nyinyi wenyewe badala ya kuwafanyia watu kazi. Na bila shaka kuna swala la urasimu katika upatikanaji wa leseni. Hayo tayari maelekezo yameshatolewa Tuondoe urasimu wa upatikanaji wa leseni, mradi tu watu wamepata mafunzo, ili kuepusha ajali za mara kwa mara. Kwa hivyo, ndugu zangu wa bajaji na bodaboda, serikali yenu itaendelea. Hii sekta tayari imesharasimishwa, bajaji na bodaboda sasa hivi ni biashara rasmi. Kwa hiyo tutaendelea kuwajengea uwezo, kupeni mitaji ili muifanye shughuli zenu kwa ufanisi zaidi. Kwa ndugu zangu wakulima, hususan wakulima wa mpunga tutaimarisha skimu za umwagiliaji kama ambavyo tumefanya katika mabonde ya Cheju na Kwenneko, ili muweze kuzalisha kwa wingi zaidi. Unapomwagilia unaweza kuzalisha zaidi ya mara moja kwa mwaka, ili muweze kupata tija zaidi, na hata ile kuzalisha kwenyewe, kiwango cha uzalishaji kinakuwa kikubwa ukifanya umwagiliaji tutatoa huduma za ugani kwa maana ya kuajiri bwana shamba na mabibi shamba ili watoe mafunzo mazuri ya kufanya eh, kilimo, bila kusahau kwamba mara zote tutakuwa tayari kuhakikisha pembejeo zinafika kwa wakati, ikiwemo mbegu bora, ikiwemo mbolea, ili muweze kuzalisha kwa ufanisi zaidi. Lengo vile vile ni kukupeni mikopo kama wajasiriamali wengine, lakini kukutafutieni masoko ya uhakika kwa kujenga maghala ambayo serikali nayo itakuwa ni mmoja katika wanunuzi wa mpunga katika nchi hii ili mpate masoko ya uhakika ili tuweze kuhakikisha tunapunguza gharama za chakula ndani ya nchi yetu. Kwa upande wa wavuvi na wakulima wa mwani natambua kwamba mlitaka tukusaidieni katika kutoa zana za kisasa. Nyinyi ni mashahidi tumetoa boti nyingi pamoja na mashine zake kwa wavuvi wengi sana tumetoa boti kwa wakulima wa mwani pamoja na zana zake, vifaa vinavyotakiwa kwa ukulima wa mwani. Tutaendeleza ujenzi wa masoko ya kisasa ya samaki, tutaendeleza ujenzi wa madiko, na kama ilivyosemwa katika eneo hili la Kiingani, tuna mpango wa kujenga bandari ya uvuvi ya kisasa kabisa. Hivyo tutaongeza na viwanda vya kuongeza thamani katika mazao ya samaki, samaki wenyewe, dagaa na mazao mengine ya baharini. Tutajenga viwanda katika eneo la Fungu Refu ili tuweze kuongeza thamani, ili mpate tija zaidi katika mazao ya baharini ambayo mnazalisha.